Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Simbachawene amepongeza Tume ya Madini kwa kazi kubwa na yenye matokeo chanya katika ukusanyaji wa maduhuli ya Serikali na kuchochea maendeleo ya Sekta ya Madini nchini. Akizungumza alipotembelea banda la Tume ya Madini katika Maadhimisho ya Wiki Uma, ya Utumishi wa Umma yanayoendelea katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma, Mheshimiwa Simbachawene amesema mafanikio hayo ni matokeo ya uongozi thabiti wa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde, amesema anawapongeza Tume ya Madini na anampongeza sana waziri we waziri mheshimiwa Anthony Mavunde kwa kusimamia kwa weledi ukusanyaji wa maduhuli ya Serikali, kufufua migodi iliyokuwa imesimama, pamoja na kutoa ajira kwa vijana, ambapo amesema haya ni mafanikio ya kujivunia. Ameeleza kuwa Sekta ya Madini kwa sasa inachangia zaidi ya asilimia kumi ya Pato la Taifa, jambo linaloonyesha mchango mkubwa wa sekta hiyo katika uchumi wa taifa, huku akitoa wito kwa Tume ya Madini kuongeza juhudi zaidi ili kuvuka lengo la sasa. Katika hatua nyingine, Waziri Simbachawene amesema kaulimbiu ya sekta ya madini inayosema madini ni maisha na utajiri, sio kauli ya bahati nasibu, bali ni uthibitisho wa mchango wa sekta hiyo katika kuimarisha maisha ya wa Watanzania na kuongeza utajiri wa taifa si. Amesema hii si kauli ya bahati mbaya. Sekta hii ina, ina mchango wa kweli katika nyanja zote ajira, biashara, teknolojia na mapato ya ndani. Tume ya madini ifanye kazi kwa nguvu zaidi, ili Watanzania wote wanufaike na rasilimali zao. Maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma mwaka huu yamejumuisha taasisi mbalimbali za serikali zikiwemo za sekta za madini zikionyesha mafanikio, huduma na mipango ya maendeleo kwa wananchi. Banda la Tume ya Madini limeendelea kuvutia wananchi wengi wanaotaka kupata elimu kuhusu fursa zilizopo kwenye sekta ya madini, hususan kwa wachimbaji wadogo na wajasiriamali wa ndani. MOHAB TV, Dodoma.